Kuna mwanadada mm -hmm. waliachana na bwanake mm -hmm. sasa mahakama iliamua kwamba mm -hmm. uh, bwanake atakuwa akiwapatia elfu kumi na tano kila mwezi for maintenance. Sasa huyu mm -hmm. mm -hmm. mwanadada alikuwa ameenda mahakama kuu high court ku review hiyo akisema kwamba bwanake ni tajiri sasa na anataka mengi zaidi. Anataka from 15000 akiwa akiwapatia 150000 mara kumi. Sasa mahakama kuu iliweza ku review kesi mm -hmm. kasema hajaprove kwamba huyu jamaa ame improve pesa zake. mm huyu -hmm. jamaa alikuwa mfanyi biashara, anasema baada ya covid mm -hmm. biashara yake ilienda chini mm -hmm. na kwa hivyo ile pesa angeweza ku afford ni only 15,000. mm -hmm. na ikasemekana kwamba kama ni mambo ya school fees na nini, yeye ndo mm -hmm. atashughulika, kama kama baba mm -hmm. na amekuwa akifanya vile. Sasa huyu mwandali alienda review, Mahakama Kuu ikasema hapana. mm -hmm. Huwezi kuwa unasema kwamba unataka 150000 mm -hmm. ingali ilhali hujatuonyesha huyu bwana amepata hii michuzi wapi? mm -hmm. ama ameimprovage status yake na amekuwa kilipa school na amekuwa kilipa school fees, sasa mm. kuleta hilo swala akaambiwa, mm in fact, alikuwa ameleta mambo mengi akaambiwa hapana, kama ni school fees jamaa amekuwa kilipa, kama mm. ni medical he has been taken care of so mm. why are you in court again bwana, unataka pesa nyingine tena exactly, sasa mm -hmm. Yes. mahakama imemwambia yeye yeah, yeye yeah. Vile vile alikuwa anapoa 15000 kama Hello. Kuna appeal yote mm, aende kwa Lower Court. Boy child amewin hapo. Boy child for the first time <laughs>